Hivi kati ya Wakenya na Watanzania wanane wanajua kuimba miziki? Mimi hapa nitachagua Tanzania kwa sababu hey, hey, hey, Konde Boy akifanya tu <coughs> jeshi, Konde Boy, unajua kujeni, museme hapa Wakenya ama Watanzania wanajua kuimba, we, wanajua kuimba. Mukoye, honest mkuu, kwenye honest, moyo wangu ndani deeply mm, Tanzania. kwa sababu gani? Tanzania mm, washasikia kihozi ka Konde Boy mm, kinaponya magonjwa jeshi yeah. Yeah, oh, oh, yeah, ogopa oh, Wakenya wa, wa mm. ni machai hawajui no, kitu, tasema kocha waey, Wakenya nao nakuwa na wasanii, niko na wasanii yeah, wasani, Steve Simple Boy koko msanii wa Kenya, mwana juo mi sijua hata na momoya ah, mi najua yeah. Steve Simple Boy njo Diamond wa Kenya eh, wasanii si wasani, unaingia wa. mu studio fuyo tu drums za mkanisa. Hivi nenye mnajua imba hivi nenye mubasalimu nezizi promote wa Kenya, wa Kenya lakini bwana nani wa Tanzania. Vitu normale vitu virgin mm. Platnum, Konde Boy, Mario. Inakuwa, inakuwa da, damu, damu ya familia hmm. Tanzania, wa Tanzania wana hey, nyota sio Kenya, watu wa damu, watu wa Kenya hmm, hawana, wa ya kuimba, nyota sio Kenya unaona watu wa Kenya hawana kipaji, wana kipaji ya nini? Ya kuiba, ya kuiba. Kuiba tu. Vipaji ya kuiba tu.